Na habari hiyo tunaambia, vita dhidi ya dawa za kulevya inayoendelea imeanza kuzaa matunda baada ya idadi ya waathirika wa dawa hizo kujitokeza kwa wingi kwenye kliniki za waathirika wa dawa za kulevya zinazopatikana za methadone. Hata hivyo, changamoto iliyopo kwa vituo hivyo inadaiwa kuwa ni uwezo mdogo wa kuhudumia idadi hiyo kubwa ya waathirika inayozidi kuongezeka siku hadi siku nchini kote ambayo, eh, ambayo inatoa changamoto kwa mamlaka husika kuangalia namna ya kujenga uwezo wa vituo hivyo ili viweze kutoa huduma kwa waathirika katika mahojiano maalum na Channel 10 mganga mkuu wa manispaa ya Kinondoni Dr. Azizi Msuya amesema kuwa vituo vya matibabu ambavyo ni vitatu tu kwa nchi nzima ni kliniki ya mathedonia ya Muhimbili, Mwananyamala na Temeke, hali ambayo bado ni kikwazo katika kuwasaidia waathirika wa dawa za kulevya walioamua kuacha matumizi ya dawa hizo na wameamua kwa hiari yao kwenda kwenye vituo hivyo kwa ajili ya kupata matibabuwagonjwa wameanza kuongezeka wameanza kuongezeka, wengine wanakuja wakiwa wanataka kulazwa kwa sababu ya maumivu makali. Tunawalaza and then tunapochukua historia yao tunaona kwamba kweli watumiaji wa madawa kulevya. Tunaangalia jinsi gani sasa ya kuweza kuomba serikali watuongezee dawa pale sasa, kwa sababu demand itakuwa ni kubwa, kwa sababu supply haipo. Program imekuwa inafanya kazi muda mrefu, imekuwa inawasaidia watu muda mrefu lakini hili wimbi la vita ya madawa ya kulevya baada ya kuibuliwa, ingawa lilikuwepo ingali maibulio kwa njia nyingine, wagonjwa kweli wameongezeka kwa kiasi kikubwa kuja kuulizia huduma tofauti na ilivyokuwa mwanzoni, wakielezea madhara ya dawa za kulevya kwa watumiaji wa dawa hizo. Mganga mkuu wa manispaa ya Kinondoni pamoja na msimamizi wa kituo cha kuwasaidia waathirika hao katika hospitali ya Mwananyamala wanasema kama ifuatavyo. na usipompeli dawa anaendelea kupata maumivu. Maumivu yanakuwa ni makali sana, to extent kwamba yanaweza kufikisha ma, ma, ma, mahali ambako yule yule, yule mtumiaji wa hizo dawa anafikia kwenye kitu kinaitwa anaphylactic shock. Anaphylactic shock ndio inayomuua yule, yule, yule, yule mtumiaji wa dawa. Hii dawa tunatumia kwa njia ya kunywa kwa hiyo walipokuwa kipindi kile mtano wanatumia dawa za kulevya, walikuwa wanavuta, walikuwa wanajichoma. Kwa kutokana na kuvuta, kuna magonjwa ambayo anayapata kama TB na mengineyo. Kujichoma, kuna magonjwa ambayo anayapata kama HIV, homa ya ini. Ni magonjwa ambayo unayapata kutokana na kujichoma na kushea damu. Kwa hiyo ukianza kutumia hii dawa, riski ya kupata haya magonjwa moja kwa moja inakuwa inafanya nini, inapungua. Shanaten imefanikiwa kuzungumza na baadhi ya waathirika wa dawa za kulevya ambao tayari wameshaanza kupata matibabu kwenye vituo hivyo. Toko nimeanza kupata matibabu, namshukuru Mwenyezi Mungu, tofauti nalivyokuepo hapo mwanzo, sab nieeza kuvuta siku nyingi, nimehangaika kwa kupata tiba na nasidavutia hapa kuma Pakistan wapi? Kweli, mimi nakuneda hapa na napata tiba hapa, na sasa hivi na mwaka kama miwili na nusu hii na kunywa dawa mpaka sasa hivi, nafuraha shughuli ndogondogo za hapa nkama hivi dokta hapa wana mwendesha garia na gari yake hapo, nafaafuraha shughuli ndogondogo zaa pia kuchukua watoto kupeleka nyumbani. nasemanasi kutoka Dar es Salaam, kisa mwepiana channel 10.